Hello. I'll never I be more love than I am right right now. Wasn't holding now. you up, so there's nothing I can do to let you down. Hmm. Mungu mbinguni, hana muda ya kusukumana na mtu. Lakini, hili neno ambalo anatuma kwa mtu ndilo ambalo lile neno litamsaidia limupatie uhusiano na Mungu. Mwanzo sita mstari wa tatu, wakati mwanadamu ameingiza matatizo, Mungu akaongea hivi: Roho yangu haitasindana na mtu milele lakini akamwona mtu mmoja ambaye aliitwa Noa, ambaye amepokea neno la Mungu. Mungu akasema huyu ndiye nitatembea naye, wengine wote nitawaharibu, lakini huyo Noa atapata neema mu macho ya Bwana. Sasa Mtume Paulo ambaye ni mwandishi wetu akimwambia Timote, kila andiko limepewa kwa maongozi ya Bwana na linafaa kwa mafundisho, kwa kuwafundisha watu, na kumi na saba inaonesha utajiri ambao unapatikana ndani ya neno la Mungu. Haleluya, amen. Mtu wa Mungu mwenye amekutanana na uwezo wa neno la Mungu, lile neno limufanye mkamilifu. Hapana, maneno dunia inatafuka, lakini lile neno litaendelea kumkamilisha huyu mtu ambaye amekutana na uwezo wa neno. Uh, yo maana Paulo akasema sionee injili haya maana ni uwezo wa Mungu. Sasa swali tumepaona nauliza, na ile swali anaitosha kwa Isaya, si wote walioamini habari njema, maana kama waliamini habari njema hawangefanana hivi. Unajua hata kanisani kuna kitu ambayo inaitwa kipimo, ni neno la Mungu. Nafurahia mafundisho ya Yesu kwenye sura ya kumi na tatu ya Mathayo. Inaleta habari za mbegu kwenye udongo mzuri, kwenye miba, kwenye miamba na hiyo ndio mfano ambao Yesu ameleta maelezo yake. Inatupatia terumete unaweza kutembea na mtu anafurahia neno kwa muda, lakini ule uwezo, kwa sababu haukuikala vizuri, Biblia inasema ile mbegu itasongwa. Sasa Paulo anakaa, tuko na watu kanisani, mi nimebaki mkanisa la mahali muda wa kutosa, lakini kuna wengine eh?

maana Mungu iko na sehemu mbili, mahali ambapo anatutengeneza. Sehemu ya kwanza ni kwenye nyumba ya kusanyiko, maana hema muwagano la kale, pale ndipo alitengenezea watu. Na sehemu ya pili, ndani ya nyumba ya kusanyiko ni uwezo wa neno la Mungu. Amen. muluga ya mama

anakuuliza tena, na umeanza hapo, wanamo wande, umesikia vizuri sasa. Kuko na wenye hii habari njema hawakusikia vizuri. Magharibi ya leo, mpendwa, hakuna disi nyingine ya kukusaidia. Mwalimu iko naongea neno la Mungu linafaa ili limutengeneze mtu na Mungu ingine. Hii neno ya Mungu mwa hii kitabu ya Waroma sura moja ile sairi ya makumi mbili na nane Paulo anaongea hivi na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika ufahamu wao, kadiri walikataa neno la Mungu lenye uwezo, Mungu akasema hatuna muda ya kusukumana. Mungu akawaacha, sio kwenye dunia iko. Kadiri tunakataa neno, na Mungu anaenda mbali na siona sasa na makumi mbili na kenda inaongea wamejaa uzalimu wote. Baba, na mungu ni warehema. Kama sisi kwa sisi tunaweza lunguzana, lakini mungu mwenye anafanya kontrole ya dunia yote, kamera de silvea sesiko, anangalia anaangalia watu jinsi wanajichafua lakini anajivunia siku moja. Haleluya! Hiyo siku moja yenye anajivunia, anasema wote watakuwa makapi, lakini wenye walisikamana na neno, ile siku moja ndo yenye anasema atatupanguza matozi mangaribi ya <tipa> leo. Neno la Mungu ni uwezo ambao unabadilisha mtu. Hatubadiliki siku moja, lakini kadiri tunasogelea lile neno, linaenda linatutengeneza, linaenda linatutengeneza, linaenda linatutengeneza one injili haya, maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Na ile verse yake ya kumi na saba inasema imani inakuja kwa kufanya nini? Ongea vizuri, kama uko ndani, imani inakuja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Barua kwa makanisa Daniel, ufunue nasema yeye aliyo na masikio ya kusikia afanye nini? Ongea tena mzuri, yeye aliye na masikio ya kusikia afanye nini? Asikie. Sasa ulisikia nini? Eni, ulisikia naweza kukusaidia, ama itakuangamiza. Niko mwalimu wa genes, niko ninawambia, hizi siku genes masikio yako unaipatia nani kumusikiliza, anaingiza kitu gani? Maana hata mu mafamilia zetu, wewe baba mzazi ukipata neema, watoto wanakupa masikio na wanaikaa ndani ya ile mashauri mazuri yenyewe uliwapa, unakuwa saweizo mwenye unawea kushauria wakati unazala watoto sindikana, kati yengine wanasema hatuyui kama hata mzazi anaongea, anaongeaka na neno liko pale. Tunakuja kanisani, tunasikiliza, tunatoka, lakini lile neno, kadiri kila mtu alisikia, kadiri kila mtu anapokea, linafanya kazi kwa maisha maisha Ndiyo maana Paulo anasema nimepiga, vita vizuri nimelinda imani. Haleluya, nayia imani haiko maonjo, kokoka haiko pelerinaji, lakini tunakuya, tunampatia Yesu maisha, mpaka tufikise mwisho

makumi tano na tatu, ile verse ya kwanza. Mangaribi ya leo tunamisha tu kichwa kidogo, fikiri <laughs> neema ya Timote tangu utoto. Nini ulisikia kwa wazazi? Nini ulisikia kwa ekodimu? nini ulisikia ulipookoka? Je, unaikala ndani ya ile maneno na inakusaidiaje maendeleo yako iko je? Unajua Injili tuliyo nayo siku hizi iko ngumu, watu wanapenda wabembelezwe sana na hata na wako katika njia ambayo iko mzuri. Tunataka kuomba, naweza kuona, nahitaji msaada, ukisema Bwana, imani niliyoipokea inaanza kusindwa kuitetea, unaweza ku fanya tu alama namna hiyo, nasema na mimi niko tena hapa Bwana, nisaidie na kunipatia mguu, afanya alama tu ya mkono namna hii, ukuambie haujaokoka, lakini kuikala ndani ya uwezo wa neno, ili liendelee kukusindikiza weza kufanya namna hii isema na mimi, niko hapa. Acha tena kwana uwezo wa neno la Mungu lilitengeneze. So, utafungua kinywa chako mwambie hata maneno mawili. Najijua namna unatembea ndani ya imani, na kama ulikutana uwezo wa neno la Mungu uko na panda ndani ya maisha ya kutembea na Mungu, kanima lugha nyingine unaanza kushuka. Ambia Mungu nisaidie tena, maana nimesikia neno lako. Na ile nimesikia, acha iendelee kumba imani yenye itapigana kama ngao karibu na wewe. Baba, tunasogea uweza wako kupitia neno lako, unatutengeneza unabadilisha maisha yetu. Baba, tunainamisha vichwa vyetu na tunakubali na tunahitaji uweza wa neno lako ili uendelee kubadilisha maisha yetu, ili neno hili liendelee kutuongoza, ili tupate kuitwa wakamilifu na ambao tutafaa kwa kila tendo njema unapotaka kututumia kwenye dunia Baba, kwa sababu uwezo wa neno lako limetutengeneza, unatukamilisha, ili tuwe vyombo ambavyo vinafaa. Ona kila mmoja wetu aliye hapa, wale wamepumuka, Bwana achilia tena nguvu mpya, e Bwana kuwachaza awale wangali wanasonga mbele hata uwedha wako uendele kuwapandisa viango vingine katika maisha yao ya kutembea ya na wewe, hata wa waili neno utumbie furaha ya kukuavudu, ya kukuimbia, ya ya na wewe ya kuleta hata mali yetu muda wetu kwa kwe Bwana, taifa lako tunaliacha mikono yako, Mwalimu, kuamini Roho Mtakatifu ataendelea kuongea na kila mutu kwa upeke, usifiwe na utukuzwe milele na milele, na wote wakasema, ah.